Yes, tunakutana tena ndani ya kumi na nane kuweza kupiga stori zaidi za kimichezo, na mara zote huwa tunakuwa tuna ajenda zetu ambazo tunakuwa tunazizungumza hapa kupitia ndani ya kumi na nane, na kumbuka hii ni YouTube channel yetu ambao unakuwa uh, unapata stori nyingi zaidi zile ambazo zime trend zaidi uh, katika ulimwengu wa soka kuanzia hapo nyumbani mpaka nje mipaka ya Tanzania. Kama bado huja subscribe, basi subscribe account yetu eh, ili uhakikishe kwamba unakuwa unapata kila kitu ambacho kinakuwa kinapatikana madini yote, lakini pia unaweza kubonyeza alama ya kengele hapo chini kuhakikisha eh, kwamba unakuwa unapata notification pale ambapo video mpya zinakuwa zimepanda. Mimi ni Ibrahim Kasuga ndiye ambaye naongoza kijiwe hiki cha ndani ya kumi na nane, uh, lakini pia kupitia kwa upande wa nane na jambo linakuwa jambo. Leo tupo na coach Yusuf Mwenda, tupo na coach Yusuf Mwenda, tupo ndiye ambaye tutapiga naye story siku hii hapa leo. Yeye ni shabiki wa klabu ya Simba na kwa wiki hizi mbili coach Mwenda ni moja ya watu ambao wamekuwa eh, yupo mjini sana akizungumzwa, akionekana kutokana na kile ambacho kimekuwa kinatokea ndani ya klabu ya Simba. Coach Mwenda. Yes, sir. tupo vizuri uh, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Naona mnatamba Mtabela nini? Unyamani ah, mnasema mmekaa vizuri, kukaa vizuri mechi tano sio kukaa vizuri. Au ni walembaji wewe wenzio wanaosema kwamba sasa shida, basi timu ipo vizuri, au uungani nao akili zao sio zuri? Mimi hapa nilipo na majonzi na maumivu ndani ya moyo wangu na presha juu yake. Kwa nini nasema akili zao sio nzuri? Watu wameangalia mechi na uh, mechi dhidi ya Petro Sawa bwana, watu wameona mechi na KMC, wanasema sasa jambo limekaa. Wewe inakuwaje, unasema watu hawana akili nzuri? Tumevuna nini katika mechi tano klabu bingwa? mm. si kawaida hivi? mm. wacho kacheza mechi tano klabu ya bingwa ah, na ndio kati sifa. Kuna matatizo ya akili kwao? ni kudanganya. Unajua, usi usijitekenya unacheka unajitekenya, afu unacheka kaka kaka kaka nini, haisaidii, haisaidii. Kwa hiyo kunaona wana watu wanajichekesha unajitekenya mwenyewe, mwenyewe bila kuchekeshwa na mtu, kachekacheka mwenyewe. Kwa hiyo pale unaendelea kudumaza ubongo wako, yaani unajifariji, unajifariji ujinga, hujifariji faida. Mkulima haujavuna unafurahia nini? Lazima umie. Mimi mwenyewe na maumivu hapa nilipo. Kwa hiyo unasubiri mpaka mwisho wa msimu, yaani ndio unachokisha nani? Kwenye katika mchezo wa kimataifa hatuna tulichokivuna, tumefanya hasara sasa hao kama wanaosema kwa mambo yametulia, basi ingekuwa vizuri tujitahidi, ubingwa tuchukue ubingo, ona usifua, ona. Hmm, sijaanza, ubingo, match. Ei, na tuifunge Yanga kama hawa wanaosifia. Mimi sijaanza, nataka nimsifie, amenipa ubingwa, ameifunga Yanga hapo sauti, ndio nitasema kumbe, kidogo maumivu yamepungua. Hmm, tupunguze gap. Mechi sita kupoteza kwa mtani wa jadi si kawaida e. Sasa ya saba hii, hao waliosifia kufanye mambo tuwafunge Yanga halafu tuchukue ubingwa wa bara, hapo nitasema tuna timu na nitajifariji, lakini siwezi kujifariji hewa kwa sasa hivi. Hapana, bado wiki kadhaa tu kucheza na Yanga ambao wamewafunga mara sita mfululizo saizi yeah. Unaona, mpo tayari, dalili unaziona kwamba saizi yanga hawezi kutufunga. Unaona tayari mmetengamaa, mko sawa kucheza naye? Ah, siwezi kusifia kwamba tuko sawa, kwa sababu timu ndio ile ile, viongozi ndio wale wale. E, mikao ndio ile ile labda. <laughs> e, mashabiki yeah. e, tunaumia sisi mashabiki na wanachama, ndio sisi tunaumia. mm -hmm. e, kwa sababu bila kuwa mwadilifu huwezi kutengeneza timu kwa mm -hmm. sababu tuseme kwamba nianze kusifia sasa, kama kweli yeah nikubali mziki tuanze na Yanga piga bao tatu, piga bao tatu, viongozi ndo hawa hawa na ni wiki kadha, ni, ni wiki tu tunahesabu mpaka kwenda kwenye mechi ya dabi. Kuna chochote ambacho unaamini kinapaswa kibadilike ili mshinde, au unaona mko sawa? Ah, mimi naposhauri mm. Kwa mfano sisi uliona na na, na nilikosa nafasi nilikuwa nimeingetakiwa, kuna mechi tuliandaa ya watani wa jadi fanya pale KMC yes. nafikiri mimi nikuwa kama kochi lakini tukavutana vutana basi, lakini tuliweza kuwafunga Yanga. Lakini kwa viongozi waliopo na mimi navyo nikiwa kama mtanzania navyoijua Yanga na Simba, mpaka tufanye mabadiliko ya viongozi. La sivyo ile, la, sivyo hmm. wakitaka tuifunge, yeah. ile timu tunahitaji mabadiliko, wale viongozi wakae chini, watuachie timu sisi Tuchaguane wenye uchungu wa dhati. Yanga tunaweza kumfunga, lakini kwa, msi, lakin, kwa msingi wa match mosi ya mshindi viongozi si wale wale Andi. Yani, nimerudia kukwambia watu achie timu wao, watukabidhi sisi. Ah kwa mechi Yanga mpewe. Tukabidhi wewe sisi. Mimi mi, mm. Mzaramo. Ah ah. Kisugu. Eh, tucha, tuchukue ni watu na mtu e, mmoja, eh, kiongozi. Tumchukua hata Mangungu. Mwenyekiti. Eh, tuwe na mwenyekiti tu na tukachagua na wenyewe. Wapo watu wenye wenye wakina Mnandi, unajua kuna watu wadogo lakini hawasaminiwe mm. Tukatengeneza, nafikiri hawawezi wakachomoka, tukawa na tuka umoja na tuka tunataka tuka moja mbili tatu. Kwa hiyo siku ya mechi ya, ya dabi ya Kariakoo, viongozi watoke wawaachia wanachama, timu tubaki na Mangungu, tukae naye hayo mambo ya zamani. Lakini wazee kuachiwa timu, nachokuambia hivi wale sio wale, ni wazee, ndio maana tunataka vijana waachiwe. Hao ni wataja, ni vijana mm. Mimi sio mzee, ni mbaba wakati <laughs> mzee anatibiwa bure na serikali sijafikia hey, kutibiwa bure hey, mimi ni mbaba, sio mzee. Baba yangu ndo anaitwa mzee. Mzee na mimi ni mbaba eh, na, na, kocha Mwenda, kwa msimamo wako, wiki kadhaa nyuma ulikuwa kwenye kundi ambalo ilionekana linamshambulia mwekezaji Mohamed Dewji na ulikuwa na confidence ya kutosha. Watu wachache miongoni mwenu nimeona wametoka na wameomba radhi, wewe sijakuona ukiomba radhi wenzenu wamesema kwamba walisikiliza upande mmoja, walikuwa wajui upande wa pili, wameomba radhi. Wewe sijakusikia ukimwomba radhi mwekezaji Mohamed Dewji kwa yale ambayo mliyazungumza. Na wewe una, umekubali kwamba ulikosea umerudi nyuma, au msimamo wako uko pale pale? Kwani nimekosea nini? Mimi sina kosa na siwezi kumkosea binadamu mimi, bali natwanga palipo pa kweli. Mimi ni Yusufu, mimi ni kamanda, mjeshi mstafu mimi ni mtu wa kunyosha wakunyoshapalipolegea nifunge. Hakuna niliyemkosea mimi, nimetamka kilichopo w nafurahi, tufungwe mara mara saba sabanimeongea, ni wao sikuwa nao, ni wao moja eh? mlikuwa. Hakuna jasiri anayetoka pwani, mimi ni jasiri wa bara. <laughs> Hakuna jasiri wa pwani ni nitajiri, mimi ni jasiri kutoka bara eh. na kwa mimi naongea ni ukweli, ni chokiongea nakiamini na, na, na ni cha ukweli bila matatizo. Kufungwa fungwa tusingeongea vile, ni maumivu yaliyoko ndani ya moyo, ndio maana tukaamua kukamua jipu. Jipu silibembelezi mm -hmm, litakutia kansa, limwage nje mm -hmm. Ah, <laughs> jua kochi Mwenda, umemtaja mutaza Mangungu kwamba muwe naye ili timu muweze kushinda mechi dhidi ya Yanga. Mwanzo wewe ulikuwa umtaki Mangungu, saa hizi unaonekana unamkubali, na hii ni mara baada ya, ya taarifa kwamba mlikaa na Mangungu, ni kama aliwapa mipango mkaja na msimamo huo wa kumkataa mwekezaji. Ni kweli mlikaa na mwenyekiti na mlitumika kwenye eneo zima la kumshambulia kwa maneno e, tuseme na kijeli nyingi sana mwekezaji Mohamed Dewji? Mnatumika Mzee Mwenda? Naomba kwanza futa kauli kutumika. Mimi situmikagi sijawahi kumpigia kiongozi wote wa Simba kwenda kujikomba komba au kuachawa kuomba chochote mimi sipo hivyo, lengo ni tat... kwa nini kimetokea hivyo? Unajua, jiulize kwa nini umeondoka. Umedondoka, usiangalie pale ulipodondoka kwa kimesababisha nini, umedondoka kimesababisha nini? Simba tumekuwa hivo kufungua <tipuwa> <tipuwa> <tipuwa> ndio hiyo <ni> naniumiza <tipuwa> mimi nilizungumza ukweli. Mwenye nyumba anaposimama akasema anakudai au kainunua nyumba, wewe unachukua hatua gani? Sisi ndio wenye nyumba Simba, wanachama <tipuwa> wenye nyumba si ndio sisi? Mo kaja kupanga yeah. Kaipenda nyumba yetu apange afanye afanye fremu ya biashara eh. Sasa anapotamka vitu kama vile, wenye nyumba, mimi sikumkataa Mangungu, mimi niko na Mangungu ndio rais tulio ndio ambaye anatuhakikisha mwenyekiti katika upande wa wanachama na na mashabiki uh -huh. Bali tumezungumza naye, nikamuuliza unajua yeah. Kuna hasira zinasababisha mtu kaongea kwa maneno makali uh -huh. Lakini maneno hayo kilichosababisha ni nini? ndio kitu akasema. Sasa kwanza nikaja kukubali Mangungu kwa sababu ni mtu unayemwambia kitu unamwambia kitu anakikubali yeah. Tukamuuliza sababu ni nini? hmm. Tunafungwa hivyo yeah. Akatwambia moja moja mbili tatu. Sasa hili jambo tunalimaliza vipi? Tukamtolea mfano, si tulicheza mashabiki pale, unaona tulichokifanya. Sasa nyie mnaferi wapi? Mm -hmm. Moja, mbili uh -huh. Tukwambia tunataka tufanye hiki na hiki na hiki na hiki ndo mkatoka vile, tunataka tufanye hivi kukomesha huu uh, uh, uh, uh, kufungua fungua fungwa, tunaumaliza vipi? mm -hmm. Mimi waka siongozani na mtu. Unaona, hapa niko peke yangu. Ulishaona nimekwenda na kundi lolote? mm -hmm. Mimi ni mpiganaji, nilijiamini na kwenda mwenyewe front, lakini ile kauli ilikuwa ya wengi, mlikuwa mnafanana wote, akiongea Mwenda ni kama kasikika, JB ni kama kasikika, mchungaji, kwa hiyo kanikana, hawa watu kama wana ajenda moja, na ndio hata msemaji wenu alivyokuja akasema, mpunguze maneno maneno, mpunguze makundi, kwa sababu inaonekana mlikuwa mmegawanyika, kwa sababu nyinyi mlio baadhi wao, ambao na wewe pia inaonekana upo upande mmoja, waliongea baadaye, akatoka upande wa pili, na wao pia wakaongea, ambao walikuwa wanamtetea mwekezaji, ikaonekana kuna makundi, ikaonekana mnatumika. Hapana, hakuna wa kutumika, hamna makundi, lengo ni kupoteza. Kwa nini tuwapoteza? game ndio lengo, ndio mwamedeuja kama nyumba yako haina amani maneno hayataishi. mm -hmm. Majirani watainyoshea vidole upande wa pili ndio, yeah. Maana hata rais wa Yangu uliona aliongea injinia, mm -hmm. kwamba kuna migogoro lakini tukamshambulia, na ipo kweli, kwa sababu mtani hawezi ukafungwa mara, mara sita alafu nasema hakuna mgogoro. Ni nini kimekusiba? mm -hmm kwa sababu to yani, tunakubali tunaacha uswahili, tukubali hii nyeupe. Mi natamka hii ni nyeupe, huwezi kunibadilisha nikasema hii ni nyeupe oh, oh, oh, oh. Sipo hivyo, sipo, narudia sipo hivyo. Kwa kwa hiyo wewe, Mohammed Dewji, haumuombi radhi kwa yale ambayo uliyazungumza? Hakuna nilichokikosea, hakuna niliyewahi kumkosea mm -hmm. na sijamkosea, nimezungumza um, um kilichopo mm -hmm. kama naoni namtia hasara iaje, kama naoni namtia hasara iaje kwani baada ya hii ikifika mwisho wake katika uhai wake haitakuwepo Simba? Sasa wamepita wangapi bila Mo Dewji, naamini maisha ya Simba yataendelea yataendelea kuwepo. Sisi binadamu si, tunapita wenda... klabu ni kubwa kuliko mtu yote duniani. Klabu ya Simba ni kubwa haiwezi kufananishwa na binadamu. Sisi binadamu tuna mwisho, klabu ipo. Ilianzishwa mwaka gani? mm, thelathini na sita waanzilishi, unaweza kumtajia hata moja? Ndio alikuwa kina mzee wapo. Ha, wapo. Sasa kwa sisi binadamu tunapita, kwa hiyo Simba ipo hata atoke nani, itakuwepo, labda Mwenyezi Mungu ha, aigeuze dunia, Simba inaisha. Lakini sisi binadamu tutapita, nembo itakuwepo, itaendelea kuwepo, itaendelea kulindwa bana. Msimamo wa kochi Mwenda yeye amegoma kuomba radhi E, kwa mwekezaji Mohamed Dewji kuna kundi ambao lilitoka likaomba radhi, na wale mashabiki ambao waliomba radhi ni walionekana kuwa na mlengo mmoja na Mzee Mwenda, wakisema kwamba mwekezaji Mohamed Dewji atoke. Lakini coach Mwenda yeye anasema hapana, msimamo wake ni ule ule, hakuna ambacho amekikosea. Kwa hiyo hakuna eneo lolote ambalo atarudi nyuma, msimamo wake ni ule ule mmoja. Mohamed Dewji pia alizua gumzo juzi, a, kwenye comment yake baada ya kusema kwamba Eh, uwekezaji umefikia wapi? Alikuwa akihoji uwekezaji umefikia wapi, ni comment ambayo pia imesumbua sana ndani ya wiki hizi kadhaa, ikionekana akiwa anashinikiza kuhusiana na swala zima la uwekezaji, ambayo kina Mohamed, ambayo kina Mzee Mwenda walikuwa wanasema Mo ndio anakuhamisha, lakini bahati mbaya Mo yeye pia akauliza, transformation transformation imefika wapi Simba? Kama mwekezaji mwenyewe ajui imefikia wapi kwenye transformation, ndio bado mnachanganyana tu. Uliona kwanza comment ya tajiri? Ah, mimi Mm. Kwa kweli kusema ukweli sio mtu wa mitandao eh. Naangalia vitu vyenye afya, unajua ulisikia, lakini nimesikia sasa nikiona kitu mm. Unajua mimi hata hizi comment siangalia. Ni jambo mm. niliona halina afya kwangu, nikaona nikajanja janja, ndio maana mm. sikutaka kufuatilia vitu kama vile ambavyo havina afya, kwa sababu okay, wewe ndio mpangaji, ndio bosi, ana watu wake watendaji eh, waulize kae nao, so, sio mkubwa kwenda kuongea kwenye media kwamba yes, hajui kimetokea nini. Unajua kuna vita, kuna matatizo ambayo yalikuwepo Simba, kwa sababu Simba ni wavumilivu mm. kwa sababu sasa, anaposema imefikia wapi, miaka mingapi, mwaka wa saba huu sasa, yeye anakaaje na anaidaije na, kama mpango huo hujatimia hiyo mm. nani sumuni zake aliziweka vipi, kama mm. kitu hakijatimia hauoni mm. kama ni matatizo, kwa mambo ni mengi ah, huoni, unijiulize mm. wewe mwenyewe mm. anasema kwamba imefikia wapi yeye yuko pande gani? Na amepewa rais wa heshima. Sasa rais wa heshima hajui? Sasa rais wa heshima unashindwaje kujua, na una watendaji wako katika watu ishirini na nane wa bodi yake, wapo kazi yao ni nini? Kwa hiyo tajiri anawachanganya. Ah, ni hicho kitu tu ndio maana sijakifuatilia nilichokiona nikaona hiki hakina afya kwenye akili yangu na hakina afya ndani ya club ya Simba. Yes. Mwenye kuelewa mimi nikaona haki, hakina afya hakina hakitusaidii haki, haki, haki, haki, haki tusaidii kwetu. Ukaachana nacho. Yes bwana, Ndani ya 18 bado tunaendelea kupiga story nyingi zaidi na mimi nikwambie tu hapo ulipo bado uh, kupitia Ndani ya 18 tunakupa nafasi ya kuweza kutengeneza pesa kutengeneza uh, maokoto na hii leo tunavyozungumza, eh, kuna promo code moja ya kibabe kabisa ambayo itakupa ofa kibao na bonus za kutosha kabisa uh, ya Premier Bet, ambacho tunatakiwa kufanya ni kujiunga na Premier Bet hii leo kwa kutembelea tovuti ya www.premierbet.co.tz na pale ambapo utakuwa unajiunga, ukienda chini kabisa, kuna sehemu ya kuweka promo code. Hii promo code bwana, ndiyo ambayo wewe itaweza kukupa bonasi za kutosha, bonasi ambazo zimeshiba. Nikwambie tu, ukitumia promo code hii ya PB18 PB18 hii promo kodi bwana itakupa bonus ya asilimia mia moja e, ya ushindi kwenye beti zako zile ambazo utaweza kuzifanya kwa upande wa mchezo wa mpira wa miguu, lakini na michezo mingine. Lakini ukienda kwa upande wa Vegas kule e, kwenye mambo ya kasino, kwenye Avieta kule, utapata mpaka bonus ya asilimia mia mbili kupitia promo kodi ya PB18. Kwa hiyo cha kufanya, jiunge leo na Premier Bet Uh, pale ambapo utakuwa nafanya hatua zile za kujiunga basi utaweka promo code ya PB18, kama ambavyo nimekuambia. Promo code hii ina bonus za kibabe kabisa, kuna asilimia 100 mpaka asilimia 200 uh, za ushindi kupitia uh, hii promo code. Nipo na coach Yusuf Mwenda, mimi ni Ibrahim Kasuga na hii ni ndani ya 18. Tunapiga zetu stori za kutosha kabisa hapa, na jambo kubwa zaidi, coach Mwenda ameonekana sana akiwa sehemu ya migogoro iliyosababishwa hivi karibuni ndani ya klabu ya Simba na umebaki pale pale, tukaa tunamalizia malizia, tutazame kwa upana sasa, uh, mustakabali wa timu yenu. Wewe umekuwa sehemu ya ukosoaji kwa muda mrefu sana, kuna kipindi naamini mpaka ulisogezwa karibu na mashabiki wenzio ndani ya timu ili uweze kupunguza moto, lakini unaonekana ulizima kidogo, umerudi tena, umekuwa wa moto Msimamo wako hasa ni upi na Simba? Unaamini nini? Unataka nini kifanyike ili watu wakuone Mwenda yupo soft, Mwenda anaipenda timu yake? Kwa sababu kuna watu ambao wanasema kama unaipenda timu yako hauwezi kuwa unafanya haya unayoyafanya, kwa maana ya kushambulia, unakosoa kila siku. Uh, mimi ukitaka kuniangalie historia yangu yeah, au jinsi nilivyo kumng'unya unajua kikozi ya kibani lazima utakohoa utakohoa tu wewe, na kungekuwa kumenyoka kusingetokea haya, umeona? Mm. Bwana, sasa mimi nachopenda, kwa nini tusirudi kama awali? Kwa nini tumekuwa wanyonge? Mrudi kama awali. Sihitaji aina yoyote ya cheo, sihitaji kwamba nikae simu fulani nipate fungu. Mm. Sihitaji utakuwa chawa. Mm. Napenda burudani, naipenda Simba, napenda furaha napenda ifanye vizuri, lakini tunapogeuzwa ngazi mi sasa nitakaaje? kim mm -hmm. Kwa nini sasa nikae kim mm -hmm. Na kitu kinaonekana yeah. Sipo upande wa migogoro, niko upande wa haki yanayofanyika mnayaona. upande wa Haki, ni upi upande wa haki? Simu, timu icheze vizuri. Tuna tunachukidai tunachodai sisi mashabiki mm -hmm. Mashabiki ni kunua jezi kusapoti timu kukata tiketi, kwenda uwanjani mm -hmm. uka ukachuhudia uka nini f narudia hakuna kiongozi yoyote ndani ya Simba ndani ya Yanga alishadondoka kwa presha, kapoteza maisha, wanachama, nimeshuhudia. Kwa nini kiongozi anapiga anauliza, vipi posho hapo, kuna ngapi nirushie kini, lakini mwanachama kapoteza maisha, katoka nyumbani ajanywa hata chai, anakwenda na mpogo, anashinda Taifa, ananua vimaji vidogo vya chingi elfu moja anaposea aifurahie timu yake, na amevaa jezi ya Simba. Sasa yanapokwenda mbadala kuna mwingine hawezi kuhimili moyo wake, alishatamba toka uswahilini, anadondoka anapotea. Kwa hiyo mimi naenda kuwatetea wale wanachama tulio wengi, tunaumia. Mtu anatoka mikoani, anapiga simu kuniuliza Mzee Mwenda, unajua nyewe East Africa, mtu anatengeneza hivi, Mzee Mwenda, timu yetu vipi? Anajua kabisa. Mimi nakuwa na maamuzi, namwambia bwana, na wapa, najaribu kuwapoza subiri, ni mpaka kwamba hii tunashinda game, hii tunashinda au tunafungwa tena, namwambia subiri. Paka juzi wanauliza vipi, hii mechi ndio ya mwisho? Kwa hiyo hatutaenda tena nani robo finali? Namwambia fanya subira, paka sasa hivi fanya subira. Sasa hebu jiulize kitu kama hicho bado, Mwislamu mzima nikae kuwa chawa kubembeleza au kudanganya jamii? Hiki kitu kiko sawa? Nahofu na hofu na Mwenyezi Mungu, namhofia Mwenyezi Mungu, atasikia. Kwa hiyo wewe hautaacha mpaka mkae sawa? Yani siku ikikaa vizuri, mi wa kwanza kuwasafisha, wa kwanza kuwatangaza mm -hmm. Ntapiga mdomo zaidi ya hapa, nitapiga kengele, nitatembea kifua wazi mm -hmm. kiongozi anafaa sasa ii mambo kama haya Kasuga, yaani nizidi kunoa uongo? Najua uongo, uongo. uongo. Yeah. uongo. Yeah. katika amri <coughs> za Mwenyezi Mungu tusiseme uongo, kunadanganya kabisa. Mzee mzima sasa, umri huu miaka hamsini na saba hii nilionayo ni muda wa ku usiokufanya kama tulifanya wadogo, ni sasa hii ndio nyakati kumrudia Mwenyezi Mungu. Sasa ni nikana kana dangaja. Hapana. Haiwezekani. Siko hivyo. Kifua changu kipo hivyo, akili yangu ipo hivyo. Mm. Bana Coach Mwenda yeye anasema mpaka pale timu itakapokaa sawa e, ndo muda ambao yeye ataacha kukimbizana he, na klabu ya Simba kwenye eneo zima la kuwakosoa, kwa sababu anachokitafuta yeye ni furaha. Kuna kundi ambao kalitaja, analipambania. Ah, Coach Mwenda tukiwa tunaenda kumaliza. Mmebaki kwenye makombe mawili ligi kuu na FA, unadhani kitu gani kifanyike kutoka hapa mlipo ili walau mpate kombe moja au mshinde yote? Kitu cha kwanza mm, wewe unakwenda uwanjani mpaka nakuwa najiuliza hawa wachezaji wanalipa kweli? Namwona injinia anauliza, yoyote atakayecheza chini ya kiwango nakulipa mm? Unandai mm, ili ucheze tu yeah, lakini unacheza chini ya kiwango, mimi siko nawe sasa sisi kama unamlipa mtu, uongozi thabiti, lazima uwaulize nakulipa ili weje? mm -hmm. E, unakimbia una, unakimbia kama mjamzito, ili weje? kazi yako ni nini? Unifai mimi mm -hmm. Siwezi kukubaliana na kitu kama hicho. Kama, kama mchezaji nimemsajili, posho yake ipo, mshahara wake amepewa, sasa kwa nini anafanya hivyo? Kazi yako ni nini Al, kiongozi, yake, kwa hiyo wachezaji wanapaswa kubadilika. Kiongozi ndio kazi yake kuwauliza, kwani ninyi ni nini tatizo mnatudai, labda wanadai ndio maana kiongozi anaogopa kufanya kazi yake. Lakini kama mtu umempa haki yake, lazima lazima. Hey, si kwa nini sikutimue, nikaleza mwingine mm. Kwa nini unanizalisha? kazi yako nini? Kiongozi amebeba katubeba, viongozi wanachama wote na mashabiki wote mm. Ndio maana Mangungu anasema kwa nini mnanishambulia mimi? Wewe ndio mwenyekiti ambao tumekuchagua, wengine wewe unaweza kusema mbele ya wa, wanachama na mashabiki ukasema moja mbili tatu, lakini kwa sababu nakuu unaficha watendaji wako, kwa sababu wewe unahuruma Mangungu, ustaarabu wako ndio maana inakwenda ina unaingiliwa mpaka hivyo watu wanakuendesha, lakini ungekuwa na misimamo usingeendesha knamini kumshambulia Mangungu ni sahihi. ndio mwenye majukumu ndio alisimama, ndio kaibeba Simba au wengine ni wapangaji yeye ndio bigi wote mashabiki wako chini yake, wanachama wote wako chini yake. Ndio maana alienda kusimama, wakatwambia kashinda, sasa tumsapoti. hmm. Yeye ndo akuuliza, sio mwingine aliuliza. kwa nini ni yeye kila siku ndio bana? kwani asijiuzuru kama imemshinda? Ndo mwenye si ndo mwenyekiti au wengine si wajumbe? yeah. yeah. yeah. bosi ni nani? Bwaga manyanga, mimi siwezi goma hili imenishinda basi mpaka afanye kazi nzuri kwanza, afute. Ni, ni, ni mwenyekiti wa kwanza Simba kufungwa na Yanga mara tano mfululizo, mara sita mfululizo mm -hmm. haijawahi kutokea, uongo kweli? Sasa hiyo ni nini? Kwa nini goma hili imedondoka? mm -hmm. Narudia kukuambia, ukiwa mstaarabu ndani ya Watanzania kila kitu aacheni, ah, watakukanyaga wakautoa macho. Kaza wewe ufai, piga chini wewe, ondoka basi, watanyoka kijeshi yaani ndio usarabu ulivyo ndio watu wanapenda hivyo mm -hmm. lakini kumbembeleza hapana, akakosea, piga chini wewe, ondosha, lete mwingine basi. Coach Mwenda anaonekana, unasema wewe sio chawa, lakini kwenye mazungumzo yako mara nyingi lazima umtaje rais wa Yanga Engineer Hersi Said, na ndilo eneo ambalo Wanasimba wenzio kuna muda anakosa imani. Unaposema Hersi ni kiongozi mzuri Hersi, inakuwaje? mtu wa Simba anamwaga sifa kwa watu wa Yanga? Mimi mm. ni Mtanzania, Injinia ni Mtanzania. Yes. Siku zote ukitaka kufaulu kwenye dunia hii jifunze mpaka jifunze mpaka mwisho wako wa dunia. Jifunze kila siku. Jifunze mpaka siku Mwenyezi Mungu anakuondosha ndani ya dunia hii alafu utafanikiwa mm -hmm. Mwenzako anafanya vizuri, asema ah, huyu huyu sio wa kwetu mm -hmm. Injinia kawaeshimisha Yanga kutoka Yanga imeanzishwa haijuwai kucheza fainali, kombe liko wanjani, kombe la shirikisho amewafanyia mm hivo -hmm. toka imeanzishwa haijawahi kutokea, kafanyeni ni injinia peke yake. Ni kijana mdogo, lakini kazi anayoifanya umeona, hata mm -hmm. hata kafu umempa vyeo mpaka FIFA imempa vyeo, wanaangalia, wanaangalia rekodi, huyu toka ameingia kwenye klabu hii amefanya nini? mm -hmm. Kafanya A, B, C, anatufaa kuendeleza mchezo katika Afrika Mashariki, amefunika viongozi wote Simba nani kafanya pale? Kila siku ni mgogoro, kila siku nafungwa. Huyu mtu ka advance kapiga hatua, ushindwe kumuunga na muunga. Kijana namkubali anachokifanya mm -hmm. tena vizuri tu, ndio wale tunawapenda ili wale waone haya. Sasa ni mkatae na mtu anafanya vizuri mm -hmm. yeah. kwa hiyo wewe unamkubali engineer yule, ana title za Hanspo, alivyokuwa anatufanyia Simba hajui kubembeleza mm -hmm. anapasuka, lakini unapoficha ukweli mm -hmm unaenda kuongelea pembeni, sasa upendi kile kitu. Hans Pop Simba vibaya mno, hakuna mwingine kama yule huyu. mm -hmm. Ndo ndio injinia kaika zile title za Hans Pop walivyokuwa kafanya vile, hana hana muda wa kupoteza, anakwenda mwenyewe fronti. mm -hmm. Hatumi mtu, anamaliza kila, huyu mchezaji namtaka, ehe, Okero tumezoza wewe, wakina pakomea wa Simba angekuwa Hans Pop tungepata, lakini hawa ni maneno wanaenda kujiuliza tuweke sumni ya kwetu, tumdanganye tajiri, tupige hiki, tuweke mia mbili ya kwetu, na huyu tumpe hii mshahara, tumtengenezee kumi na mbili, ache tatu. Ndio maisha ya Kitanzania. Wakinanyika pale walikuwa wanasajili, aliwapiga chini mm -hmm. kaanza upya. Wazee wangu pumzikeni, sasa hivi inaongozwa na vijana. Wazee wangu mimi nakaa hapa, pumzikeni. Kaka anapata chochote, anawapa lakini pumzikeni, utawala ni achieni basi, ndio inakwenda Misemo ipo, panya wengi hawachimbi shimo, likaenda yo ni mmoja tu anapasua. Bwana Coach Mwenda, tunamaliza nawe katika mtindo huo e, kwa uchache kabisa umeweza kupata madini, imekuwa nzito kabisa, yenye mambo mengi ndani yake, msimamo wa Coach Yusuf Mwenda. Ilikuwa ni vizuri pia wewe, amda wetu, kupitia Ndani ya 18 uweze kumsikia. Amegoma kuomba radhi, ametaja sababu zake za kwa nini anamuelewa rais wa klabu ya Young Africans Engineer Saidi, lakini pia vile vile ameweza kutaja kile ambacho naamini kinapaswa kufanyika pale Simba ili mambo ya nyonge. Amesema wachezaji wanapaswa kupigwa pressure zaidi, na wale ambao hawalipi wa hawatekelezi majukumu yao vizuri, basi waweze uh, kuchimba. Lakini mi nakuacha na mchongo tu, namna ambavyo unaweza kutengeneza uh, pesa kupitia Premier Bet. Jiunge hii leo na Premier Bet kupitia www.premierbet.co.tz, na pale ambapo utakuwa unajiunga na kuingiza taarifa zako, chini kabisa, kuna sehemu ya kuingiza promo code, andika PB 18 PB 18. Hii promo kodi bwana itakupa wewe faida ya kupata bonus ya hadi ya asilimia 100 mpaka 200 pale ambapo utabashiri kwenye michezo ya mpira wa miguu eh, lakini pia kuna basket, na wale ndugu zangu ambao wapo upande wa Vegas kule kwenye casino kwenye Aviator na vitu kama hivyo kuna bonus mpaka ya asilimia uh, 200. Kwa hiyo tumia promo kodi ya PB 18, hii ni promo kodi ambayo itakupa hizo bonus zote. Jiunge sasa na Premier Bet, na uweze kutumia uh, promo kodi hiyo. Coach Mwenda, dakika zako chache zimekuwa zina maana sana lakini pia zimeweza kutupa picha kubwa, msimamo ambao unao na kile ambacho umekuwa ukizungumza. Shukrani sana coach Mwenda, karibu tena kwa mara nyingine yeah. Bwana, bye bye kwa sasa.